Kuna hii hapa stol nasambaa sana mtandaoni ikimwonyesha Asake akiwa na huyu sijui tumuite ni bibi, sijui ni nani nw anyway. Huyu mwanamke anaitwa Mishel Lamy. Mara nyingi utamwona na selebreti wakubwa duniani, mwanamke mchawi, mwenye mavazi ya kichawi. Mara nyingi hujiuliza watu huyu ni nani? Utamwona kwenye mikono yake akiwa ya na rangi nyeusi na meno ya dhahabu, lakini pia anakuwa na pele nyingi sana mikononi ana zaidi ya miaka sabini lakini refsel yake ni kama wa miaka 20 tu. Utamkuta na masta kubwa duniani kama Kanye Westi, Kim Kardashian, Travis Scott na asaplok owner ni mme wake anayojulikana kamatheoodrkness liana ashalimon na hivi karibuni ame-, ameonekana na mkubwa huko Ufaransa ashake art collector na philosophy wa maisha, ukimwangalia ni kama documentary ya fashion. Watu hujiuliza kwa nini anavaa hivi. Wasanii wengi husema kama unataka nguvu mpya na inspiration ya kipekee, kaa karibu na Mishel Lamy. Kama ulivyoweza kumuona, Ashaki amekaa naye, na baadhi ya mashabiki wengi wanasema kwamba wena atakuwa ameuza nafsi yake aweze kwenda ki international zaidi, kama alivyomuona Travis Scott. Baada ya kupiga naye tu picha akawa viral kwenye backstage na kwenye stage pia akawa na perform vizuri.